Naam mtazamaji wa CCM Talk Show eh, mara baada ya kuweza kupata kwa muktasari tu hotuba eh, fupi inayoelezea iliyoashiria inayoangazia juu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi eh, kwa takriban miaka mitano katika kata ya Majengo, mheshimiwa eh, Salim Perembo alipita kwenye hadidu mbalimbali eh, mbali. Eh, katika upande wa afya amezungumzia, amezungumzia upande wa elimu amezungumzia swala upande wa miundombinu hasa ya barabara. Ametaja namna ambavyo ameikumbusha TARURA kwamba kata ya Majengo ni kata ambayo iko mjini inastahili lami kwelikweli na dhahiri. Pia ameelezea kwenye upande wa namna alivyopambania shule ya msingi eh, katika kata ile eh, kuweza kufika hadhi ya kuwa shule bora e, tumeshuhudia namna alivyopambana kupatikana kwa shule ya sekondari na namna vile ambavyo sasa shule ya msingi inakwenda kupatikana hivi karibuni, mara baada ya kupatikana mwishilizo wa kumalizia rasmi, kutokana na fedha ambazo zimeweza kuwekezwa katika mradi huo. Zaidi ya yote, tumeshuhudia namna ya ahadi aliyoitoa kwenye upande wa soko chuma, kwamba wale wazungu ametumia e, lugha hiyo kwamba bwana mchakato unaendelea na uhakika kwamba hivi karibuni e, utaratibu wa ujenzi wa soko ile utakwenda kufanyika na sio soko lile ametaja na soko lingine la mgandini na kadhalika katika maelezo yake kwa muhtasari tu sasa tuko naye tena kwenye CCM Talk Show kwenye sehemu yetu ya pili ya mahojiano ya ana kwa ana. E, ndugu yangu mheshimiwa diwani e, habari ya uzima <laughs> karibu sana kwenye CCM Talk Show Asante sana mzuri Kwanza hongera kwa muhtasari mzuri sana wa wa namna ulivyoelezea utekelezaji wa ilani. Shukrani sana shukrani, nimependa sana maamuzi mlioyafanya kuibadilisha ile shule ya msingi e. E, kwanza, e, na haraka mkaona kwanza muiboreshe na kuwa sekondari, na nini ambacho kiliwafanya penginepo wakaona e, hii English medium kwa uzuri wa majengo au mjisu ulivyoitengeneza uzuri wa majengo. Kwa hiyo Kiingereza kinaenda naendana, bwana, tuifanye shule yetu si English medium, si dini kama darajani mm, kama mm, changa kama umemwalimu ile kule mm, mm, e, tuifanye kambia hapa mm, okay. <laughs> e, <laughs> tuiwekeni kwa waswahili wale, nani, wale. Nani anastahili kusoma shule mbaya? Nani anastahili kusoma? Elimu yote ni hiyo hiyo na wanafunzi ni hao hao mambo mengine haya mm. ni ile tu kwamba tayari tumeshajitekea utamaduni wa kuona mm. kwamba mm. eh, ili mtu apate elimu bora basi mm. lazima mm. iwe kuitengenezwe na gharama hivi kidogo sawa, okay. Eh, so, na mm, tutoke hapo kidogo. Umewahi kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana eh, katika wilaya hii. Unakumbuka kile ambacho ulijivunia wakati ule ukiwa mwenyekiti wa vijana? Sana mengi, japo mm. mm. mawili au moja mm. mengi, <laughs> mm. mengi. Mm. Eh, wakati mimi ni mwenyekiti wa vijana kwanza, nakumbuka yeah. Ndo tumeingia kwenye siasa ya vuruguvurugu vita yeah. Nyingi nakumbuka tushawe kuzungumza wakati niko yeah. kwenye baraza la vijana yeah. Hasa mengi sipendi kuyarudia, lakini yeah. kwanza ndo tulitengeneza sana uzoefu pale wa uongozi, ukajua sistemu ni nini yeah. Habayu, kigundua, wengi, yeah. na uongozi ni nini ambayo, kinachonisikitisha nilichokigundua sasa hivi watu wengi hawakijui yeah na hawakijui si kwa sababu nini? Kwa sababu CCM inahitaji watu, mm -hmm. na CCM si kitu fulani, CCM mm -hmm. ni watu, ndio kisikia chama cha Mapinduzi maana yake mm -hmm. mm -hmm. eh, ni, ni mkusanyiko wa watu mm -hmm kwa hiyo watu wako wengi mm -hmm. Sasa kwa sababu tuna uhitaji wa watu, kwa hiyo wetu wengi tunawapa fursa ya kuingia mm -hmm. Kulikuwa kuna utamaduni wa kujisomea kwanza, unapelekwa miezi mitatu Muta. Ndo unapewa kadi ya chama kwamba wewe sasa unastahili kwa mwana CCM. Unajua kwa nini waliweka hivyo? mm -hmm. Ili ukasome zile itikadi zetu za chama, ili ukasome utaratibu wetu wa chama ambao sasa watu wengi hawa, hawana Eh, unakuta mtu ni hmm. eh, mwana CCM hmm. lakini aweza akafanya jambo ambalo labda weza kaenda mtaani hmm. eh, akasema maneno ya kumsema mwana kiongozi mwenzie wa chama hmm. akasema vile anavyotaka yeye, ule utaratibu ukawa haupo hmm. lakini jambo jengine aidha yeah. ni kuogopa yeah. au ni nini wale yeah. viongozi wa chama yeah. eh, wame, hawana yale maamuzi ya moja kwa moja yeah. lakini nafikiri lengo ni kuona tusipoteze yeah. wanachama kwa sababu unapomwadhibu huyu kamfukuza huyu yeah. unapomwadhibu ni kupoteza wanachama yeah. lakini sasa wanakuta mambo yanaenda fagarabagara lakini yeah hawafanyi maamuzi. mm -hmm. Sasa hilo nalo mm -hmm. ni tatizo. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho najivunia mm -hmm. Kwanza mimi kama Perembo mm -hmm. Kuwa mkomavu ndani ya chama mm -hmm. Lakini jambo jingine, wakati mimi ni mwenyekiti wa vijana mm -hmm. Tulikuja hapa tukaingia kwenye habari ya tukakuta kuna miradi ya umoja wa vijana mm -hmm. Eh, lastin, na, eh, kuna jengo mm. letu la, la babara tano hapa mm. eh, Majestic mm -hmm. eh, likuwa la umoja wa vijana, lakini na lamilikiwa mm. na CCM tukapambana likarudi umoja wa vijana, lakini chini a uongozi eh, wangu, lakini wakarudishiwa mkoa mm. wakalichukua mkoa lile umoja wa vijana okay. Lilikuwa, liku, la, lamilikiwa na chama pale Majestic babara tano mm -hmm lakini tukapambana na first and last kule ambao sasa hivi mkuita pweza siutanga pazuri nini. Kule tulishindwa hatukufanikiwa, lakini tulikuwa na shamba letu la mramsing pale. Tulipambana sana, mimi niliacha pale hati kumi na mbili za, za umoja wa vijana. Lakini wakati naingia pale lile shamba lilikuwa lina hata karatasi naosema kwamba hili ni shamba la umoja wa vijana hakuna, mm. Hakuna, mm. Tukapambana, tukaminyana, tuka nini tuanii mm. Ndio mm. Ramsing ndio vitu vinavyo, ni vita kubwa inayopigwa mimi mm. kuhusu Ramsing mm. Lakini ukiangalia mm. ni wale mm. wanasema huyu wastahiliafa wa wa nini mm. na makundikundi kundi yetu ndani ya chama mm. Lakini ukiingia ndani mm, ambayo mimi leo ndo nakueleza mm. katika mafanikio makubwa ni kuacha hati pale la Ramsing. Okay. Wananchi wamevamia, wakajenga, wakafanyaje? mm. Kwa hiyo hao wenzangu walioingia walitakiwa waende wakapambane kuhakikisha kwa sababu tayari wana dokumenti okay, ambazo ziko mezani. Mm-hmm. Sasa nasikia zingine hazipo, nyingine mm. hivi nyingine zimefanywa hivi na nini, yako makubaliano ambayo nafikiri tuliwahi kufanya na watu kuomba kwa ajili ya uombaji wa fedha na kubaliana nayo, yapo nyuma mm. lakini tumefanya, lakini lazima kulikuwa kuna document ambazo tume na <laughs> hayo, mm. hayo ni mambo ambayo kwenye umoja wa vijana na, na, e, labda ulikuwa unaamini juu ya uongozi wa misimamo wa wa wa zaidi, uh, kusimamia jambo mpaka mwisho e, e. Na misimamo ndio inakupa heshima e. Katika siku zote yeah. Ili upate heshima mtu uwe na msimamo yeah. Kwamba mimi njia yangu ni hii ndio yeah. Sasa hivi kuna kitu yeah. Kinakuja wanasema yeah. We Perembo bwana, huaminiki wewe yeah. Hujulikani wewe huku, juu kuna kuna e, huku huko huko huko yeah, <laughs> e. Sasa wewe hueleweki wewe yeah. ah, mimi ni kiongozi mmenielewa yeah. Ndio ndio yeah. Kuna hatua ikifika yeah. Tunaweza kusema sasa panapostahili ni hapa yeah, okay. Lakini siwezi kwenye group kabisa nikasema mm, mm, huyu mbunge hafai mm, anafaa huyu mm, mm. Au huyu jamaa huyu anataka hafai anafaa mm, mm. mm. Hatujafikia hiyo hatua mm. Kwa hiyo mm. ili ukutengeneza heshima yako lazima utulie, uangalie mazingira mm. yanavyokwenda yana na, nataka niwaambie ndugu mtangazaji mm. mm. e, mm -hmm. chama chetu ndiyo sisi mm. kutokana tunahitaji wanachama mm. tunahitaji viongozi vijana mm. tunahitaji watu wapya mm. tunahitaji kufunza chama chetu mm. kiwe kikubwa, kina wanachama wengi mm. Sasa wale ambao wanapata fursa either way, uongozi, ya uongozi au kuwa karibu na viongozi mm. wanakuwa hawana mafunzo mm. ya chama mm -hmm. kwa hiyo wanapoteza mm. sasa utakuta kiongozi au mtu anayehitaji uongozi amezungukwa na watu yeah. na huyu naye amezungukwa na watu yeah. wale watu kazi yao yeah. kundi moja linapiga vita kule hey. yeah. hili nalo linapiga vita huko yeah. hey. wale wanamgadi mtu, mtu wao, wao. yeah. na hao nao wanamgadi yeah. mtu wao yeah. si umeelewa? mpaka hapo vizuri, lakini kitu wasichokijua, yeah. hawajui kwamba CCM ni kama familia hii. okay ambayo ndugu yangu mm. Kazungu, unaona leo tunazungumza hivi lakini hii shati la kijani ndio litufanya mimi na wewe tufanane, na mwisho tunaweza tukawa ndugu kabisa mm. tena wakusaidiana kabisa. kweli kabisa sio mtu anakuja nyumbani kwako mm. akakwambia mwanaCCM mwenzio mm. kwamba bwana, nimekuja mwanangu anaumwa, mimi hali mm. yangu mbaya mm. ukamuona kama amekuja kudhalilisha. Hapana mm. mm. tumeshatengeneza mm. utu wetu mm. tumeshatengeneza ubinadamu mm. Kwa mimi nakusikiliza kama mm. binadamu mwenzangu ambayo tayari tumetengeneza undugu mm. Mm. sasa haya matabaranganyiko haya ya uongozi mm. mm. yasitukatanishe tukaache ule utu wetu mm. kwa sababu juu ya taasisi zetu mm. juu ya imani yetu kama CCM juu mm -hmm. ya imani yetu kama ndege na kadhalika mm. lakini sisi ni ndugu okay, sisi ni wamoja mm. kuna vitu lazima vitatukutanisha ili kusaidiana okay, si unaelewa? - vizuri sana. kwa hiyo eh, ndani ya chama chetu, hawa ambao wanaitwa wanaita wanyoa na majina yao siku hizi, si machawa au wapambe, hawa ndio wanaharibu chama na wana timu zao nyeurimbom gani su nini hivi, umeona? Mpaka hapo ndio, ndio, hawa ndio wanaharibu chama kutaka mm. uongozi mm. Narudia tena sio dhambi mm. sio dhambi yani, kwa maana ya kugombea si dhambi mm. minataka ubunge minataka udiwani minataka nini, minataka mm. si jambo si dhambi mm. eh, si una wewe kwa sababu umejipima umeji, unasema mimi nastahili, japo kuwa hawa wagombea hawa mm. wanakuwa na mitazamo tofauti mm. kuna mtu anahisi mimi nakwenda kutengeneza maisha yangu pale mm kuna mtu anahisi mimi ndio nakwenda kujenga kitu hichi. Kuna mtu anahisi kweli, yeah. na yuko mwingine kabisa, anasema mimi ndio nakwenda yeah. kuwakomboa yeah. wananchi wenzangu hey. kwa hiyo wako watu design tofauti tofauti. Kuna mwingine yeah. mimi nitagombea pale, lakini kwa sababu simpendi yule anayegombea yeah. ambaye yuko madarakani yeah. nataka nipambane naye hasao yeah. ni watu wawili Tofauti. Lakini hapo hapo mheshimiwa diwani mm. eh, kwamba wengi wengi hudhani haya makundi haya mm. ni kama ndio wanaleta ile chachu ya mchakato kuwa mtamu zaidi kwa maana mm. e, yani watu kuwa masika kuelekea kwenye kura za maoni lina ukweli. Kitu ambacho nataka niwaambie wana CCM hawajui mm. sijui kama wengine wanajua, kwa wana CCM wengine hawajui, ndio ndio mm -hmm. mchakato wa kumpata candidate mm. hakuna ushindani mm. hakuna ushindani kumpata candidate. Okay. Zamani chama chetu huko mm. kama mtakumbuka, ilikuwa mm. inakaa tu kamati mm. kuu inasema jimbo fulani atagombea fulani mm. jimbo fulani atagombea okay. fulani atagombea na kikao cha mkoa nao kinakaa ndio kinasema mm. kwamba kata fulani atagombea fulani kata mm. fulani. huu utaratibu wa mm. demokrasia ulioletwa mm. ni kuona mbona ah, mm. hawa wenzetu hawashiriki kupatikana mtu mm. lakini hili la chachu ndio linatengeneza mipasuko mm. Nataka mm. nikwambie mm. kwa sababu chama chetu kina nguvu, kwa sababu kila mmoja ukimwambia hivi, unajua huku tunakokwenda tunaweza kukipoteza chama mm. Sasa, kwa sababu chama chetu kina nguvu na tayari upinzani umekuwa dhaifu mm. anasema hata tufanye nini, atakayepatikana atakuwa mm. sawa, ni huyo huyo mm. anaweza kupatikana mm. lakini tukashindwa kupambana na maendeleo mm. Kwa hiyo, hebu turudi kwenye utamaduni kwamba kumpata kandidati wa chama chetu mm. si vita kumpata mgombea wetu mm. si vita. Wale wenye wale wa machawa mm. au wale ambao wanamzunguka mgombea au wale waka walitambue hilo. mm. Hakuna vita kumpata mm. kandidati wetu kwenda kupambana kutafuta dola vizuri naam. Sasa tukiwa tunaelekea ukingoni mwa programu yetu kwa ujumla, um, tumeshuhudia tume baadhi ya vijana eh, ambao wanatamani kuwa viongozi wana hofu ya ukata, yaani uchumi wao mm -hmm, kwamba yaani inatajwa ili mtu awe kiongozi mm -hmm, basi lazima uwe angalau na ukwasi wa kuhakikisha kwamba unaweza kutumi, eh, kutumika kwenye mfumo wa fedha nitumia neno hili mm -hmm. Eh, japo tunajua rushwa imekatazwa ndani ya chama chetu yeah. Vijana wana hofu swala la ukata kwamba pesa hawana, unajua. mm -hmm. kitu ambacho kime kimefanya mm -hmm. hivi mm -hmm. hakuna wa kumlaumu eh, wale wanaefanya maamuzi nao wanahitaji hilo, mm -hmm. na yule anayetakiwa kufanyiwa maamuzi, tumefikia hatua hiyo. Na hata wengine wanaofanya maamuzi wako ambao wanaona ili jambo liende likuwe na mambo ya hela hela. Kwa hiyo ni utamaduni ambao tumeutengeneza wenyewe, unakusudia wenyewe ni viongozi hawa wanaopewa wana chama wote, yani sisi mm -hmm. wenyewe tumetengeneza huo utamaduni ambao ni mgumu. mm -hmm. Rushwa haifai na hatuwezi kufanya mambo hayo na hatuwezi kuitangaza, na mm, haistahili mm, lakini ni vitu ambavyo tumevitengeneza wenyewe kwa sababu mm, huwezi huwezi kumsema kiongozi wa juu wala wale wanachama wala wanachama wenyewe kwa sababu mm, ni kitu ambacho tumekitengeneza mm. Sawa, sawa. Sasa ni kweli mm, eh, mtu anaweza kuwa hana fedha mm, lakini akawa ni kiongozi mzuri mm ikafika wakati anataka uhitaji mm. wa, wa kupata pale akakosa mm. kutokana na mm. udhaifu wake wa fedha mm. lakini yako maeneo ambayo wanapatikana watu ambao hawana fedha vizuri. Uh, mtazamaji kama ndio, ngoja nimwambie mtazamaji kwamba ni wakati tukiwa tunaendelea, kumbuka tunao vile vile ndugu zetu eh, wanaitwa eh, Islam Trading Company ambao tunaendelea nao kupitia system talk show, na kumbuka tunaye vile vile mheshimiwa diwani wa kata Eh, ya Majengo, mheshimiwa eh, Salim Perembo, tukipata maneno eh, mazuri, katika muhtasari mzuri ambao tunakwenda nao kupitia CCM Talk Show mm. ulikuwa unaendelea mheshimiwa diwani eh, hmm? eh, hmm. Nasema yako maeneo, kwa mfano hmm. hmm. leo hii tumchukulie mfano wa hmm. wazi kabisa mtu hmm. kama mheshimiwa waziri Aweso, waziri hmm. wa maji, waziri wa maji, bunge wa Pangani ni ndugu yangu, rafiki yangu, mtu wangu wa karibu hmm. upatikanaji wake Pangani hmm. hmm. alikuwa na shilingi ngapi? Hmm. kwamba alikuwa natoka ana, toka anakuwa mneki hmm. mpaka anakuwa mbunge hmm. alikuwa na shingapi? Nimekenda pambana na watu wenye fedha nyingi kabisa. Okay. Wengine wako ndani ya madaraka hmm. umeona? ndio. Akienda pambana nao lakini, hmm. wananchi wakaamua wanamtaka nani? huyu ndio hmm. tuna shida naye hmm. kwa hiyo hizi fedha zipo na mm. tayari kuna watu tume, kama kuna utamaduni fulani tumeshajiwekea lakini mm. yako maeneo ambayo mm. anapatikana mtu wala ana chochote, na una neno la kuwa uziambia, labda kwa kuwa tunamalizia haraka haraka kamati za uteuzi. Nafahamu kwamba e, mchakato wa kura za maoni mm. ni mchakato namba moja. Mm. Ndio unadhani kuna umuhimu wa kuwepo na midahalo ya wagombea wa kura za maoni wa ndani, kwa sababu unajua e, nikwambia mheshimiwa diwani, wewe ni kada wa CCM mm. Eh, kwamba kwenye mikutano ile mikuu ile hmm. kuna kuwa kuna tokea ile wakati wa mgombea kujieleza. Mm. Sasa unajua wa, wanachama wale wajumbe wa mkutano mkuu mm. tayari kila mtu anabaka hapo ya jambo lake. Eh. Kwa hiyo yule mwenyekiti anaongoza ule uchaguzi pale. Mm. Mara nyingi anasema he, mm. Swali la kwanza kwa mgombea unasikia kelele kule hakuna. Eh. Hakuna. Ah, ah, eh. Mpaka la tatu pia hakuna. Kwa hiyo mwisho siku ile ule mchezo unaendelea spidi. Unadhani kuna haja kwamba ili tuwapime hao wanaokwenda kugombea kutazama hoja zao. Eh. Unajua eh, Mheshimiwa Salim eh. Mtu akikusikiliza anayekutazama kupitia system talk show eh. anapata E, ana mtiani wake anatia saini zake pale eh, anakuweka kwenye kiwango gani cha cha, cha. Kwake yeye kuna umuhimu wa kuwepo hapo, ndugu yangu Kazungu, ndio nataka nikwambie jambo moja eh, na wana CCM walitambua hilo mm, mnapokwenda kutafuta candidate ndio lazima ipa, wapatikane, ipatikane nafasi ya watu kuongea kwa okay, kwa sababu mm -hmm. kwa nini nakwambia hivi? Ndio ukiwa mwanasiasa yoyote mm lazima uweze kuongea kwa sababu gani, aidha mm -hmm. kwenye vikao vya ndani mm -hmm. lazima uwe na uwezo wa kuongea kutoa hoja, hoja. Mm -hmm. kwenye vikao vya nje mm -hmm. maanake chama chetu wanasema mm -hmm. kuna kazi ya chama mm -hmm. ndani ya chama mm -hmm. kuna kazi ya chama ndani ya chama, nje ya jamii, jamii, jamii. Ile mikutano ya hadhara mnayoona ile ya pale, unamsimamishaje mm -hmm. mtu ambaye hana uwezo wa kuongea na wananchi wananchi anaenda mwananchi anakwenda kuzungumza mazungum, maneno gani wananchi wamsikie? Kwa sababu CCM inatengeneza ilani hmm, inasema hii ndio ilani yetu hmm, lakini hmm, lazima wewe unayepewa nafasi ile hmm, uizungumzie ile ilani, wananchi wahisi sasa hmm iwaingie wa, wa, wa, kwamba ilani yetu ndia kweli inazungumziwa na mtu hapa. Kwa hiyo lazima tupate mtu ambaye anakwenda kuzungumza. Unamjuaje bila kutengeneza midahalo? Unamjuaje bila kuwapa nafasi ya kuzungumza kwa wananchi, okay, kwa, kwa wapiga kura. Kwa hiyo wana CCM watambue lazima mtu ambaye mnakwenda kumchagua mm -hmm. awe na uwezo wa kuzungumza kuzungumza kwenye vikao mm. kwa maana ya kutoa hoja. Wewe unapataje mradi bila kuwa na hoja mm. unajengaje hoja kwa sababu kuna mambo mengine mm. si baraza linapitisha kutokana na hoja yako mm. Naona unakusudia kwa nafasi ya udiwani hapo. Sasa baraza kwenye bunge mm. bunge litapitisha kutokana mm. na hoja yako mm. Lakini wewe mbunge umekaa mm. nini? Sawa, wanasema mm. uongozi mzuri, wana mazungumzo yao, wanasema uongozi mzuri ni kufanya lobbying mm. yeah. okay. kwamba ndio nitamfuata waziri huyu, nitamfuata waziri huyu, nitamfuata waziri huyu mm. Sawa, utamfuata waziri huyu, mtamfuata waziri. Je, wananchi wako wanajua mm. kwamba wewe hayo ulioyafanya umetumia njia hiyo ambayo wewe umefanya mm. Kwa hiyo lazima patikane mtu wa kusema mm. Okay, mm. Kuna hoja za kusikizwa pale mm. Lakini kuna hoja za ndani mm. Hata huyo unakwenda kumwambia hizo lobbying, hizo lobbying mm. unazozifanya mm, ndio ushawishi mm. Lazima ujue kuzungumza sawa eh. Eh, uh, tukiwa tumemalizia swala la mwisho kabisa mm. Mheshimiwa diwani napenda sana tukiwa kwa sisi tume talk show ina masaa saba hapa tungemaliza tungekaa nayo mm. Uh, unadhani inapendeza kuonekana kwamba mtu kuwepo kwenye siasa mm. kunamfanya mtu sasa, watu ina, ya, ile, ile siasa ambayo watu wako nayo ndani mm. inawafanya yale maisha yao ya kawaida ya nje yanakwenda kuharibika. Mfano, unashuhudia watu wanachuki yani, mtu anachuki kabisa na Perembo mm. kwamba ni, ni kwenye siasa lakini mm. ni kwenye siasa mm. lakini huyu Perembo ndio ambaye anaishi naye huko Majengo mm. ile chuki inatoka huko kwenye mfano, ndani ya siasa inakuja hadi mtaani hii mm. unasemaje sasa hapa, sasa hapa kitu ambacho yeah. kimekosekana ndani ya mm. chama chetu Tunakubali tuna mm -hmm. sio kimekosekana, yaani mm -hmm. kwa kifupi, kipo lakini hakitiliwi manani. mm -hmm. Tunakubali tunahitaji wanachama, ndio tunakubali tunahitaji watu. mm -hmm. Lakini watambue hawa watu, kila mmoja na tabia zake. okay. Lakini watambue mm -hmm. hawa watu ni watu ambao tuko katika mji wetu mmoja. mm -hmm. kwa hiyo mm -hmm nayaona sana yale unayaandika, andika kwenye magrupu sijui <laughs> chuki na nini ndio kumbusha kumbusha sasa kitu ambacho watu hawakitambui <laughs> mm. Lazima watu wapate elimu au, au <laughs> semina mm. Kama wana CCM mm -hmm. Wapewe semina kama viongozi wapewe semina mm -hmm. Kitu kilichokosekana mm. Kitu kilichokosekana kwetu sisi mm -hmm. Either Tanga mm. Au nchi yetu kwa pamoja mm -hmm watu wengi wamekosa utamaduni wa vikao. Okay. Vikao vya ndani ya chama au vikao vya? Vikao vya ndani yeah. Hata vikao vya kawaida hivyo vya kiserikali vya mm. nini ule mm. uta, wamekosa utamaduni wa vikao mm. kwa nini nimesema wamekosa utamaduni mm. kwa mambo mawili, mnapokaa mm -hmm. kwenye vikao mm. ndio tunaweza kuzungumza madhaifu yako wewe Kazungu. Ni kweli. Ndio unapozungumza madhaifu yako wewe Perembo mm -hmm madhaifu hayazungumzi kwenye grupu. Okay. Sababu unaweza ukawa wasema jembo la ukweli lakini mimi nikahisi kama wewe unanichukia. Si umeelewa? Hmm. lakini kwenye vikao, hmm. Ndio tunafanya tumezungumza. Wewe hmm. ni kiongozi mzuri sana lakini madhaifu yako ni haya lakini sisi tunahitaji huu. Kwa hiyo kwa nini watu wamepoteza utamaduni wa vikao leo mimi nakwenda kwenye kikao nasema, bwana wewe mheshimiwa umi wewe we bwana umefanya jambo hili zuri sana, lakini wewe una madhaifu haya una hii, hii mm. tabia hii hii tabia sio nzuri mm. Nimemtolea mfano sasa, nimezungumza kama umi sasa, watu wasema, unaona yule alivyomzungumza umi mm. Mm. Wasipa, ah, mm. mbunge mm. tena aliyokuwa waziri mm. sio vitu gani? mm. watu wanatoka mm. yule hampendi yule. ampendi mm. eh, watu hamungi mkono mm. Eh, unaona kamsema mm. si kafanyaje? mm. ah, unatoka bwana We Omari, labda kwenye halmashauri kuu kuna hivi mm. au nani mm. au we Perembo una matatizo kadha kadha mm. unaona yule mm. mpendi diwani wetu yule mm. e, unaona akamzungumza mm. e, ah, wanatoka sasa, zile hoja zinatoka pale mm. zinaenda mtaani mm. Sasa utamaduni watakosa watu mm. yaliyozungumzwa kwenye vikao mm. wanakwenda kuyazungumza mtaani mm. na wanayatengenezea hoja mm. na wanatengenezea chuki mm. utamaduni wa vikao umeshindikana. Sasa umeshindikana kwa nini? Ndiyo kwenye vikao mm. ndio tunaambiana ukweli sasa mm. yule anaambiwa ukweli mm. utamaduni umeondoka. Um, um, um, mm. hataki kukubali hili liloambiwa, nastahili kuambiwa mm. na nimeambiwa kwenye vikao mm. na yule aliyosema alio naye anaweza kutoka nje akasema nimemwambia mm. uh, Perembo hili hili mm. nimemwambia umi nimemwambia sunani hili mm. na hili na hili mm. si umi tumeelewana na unakusudia, ina maana pamoja na, na kwamba vikao viwepo, lakini usiri pia uwepo, ndio utamaduni wa vikao mm. yaani, kuna mambo mawili utamaduni wa vikao watu Tanga mm. wame um, umetoka kwenye mambo mawili mm. La kwanza usiri mm. ya vikao mm. Mnapotoka pale mmemaliza, mmekubaliana lenu moja mm. Lakini la pili mm -hmm. Ni kwamba mm tunashindwa kuambiana ukweli kwa kuogopa, nikimwambia huyu ukweli mm. atahisi mimi si wake, simungi mkono okay. Kwa hiyo tumetoka kwenye utamaduni huo, na ndio jambo hili sasa hivi linaotumaliza yeah. yeah. Mtazamaji, <coughs> yeah. tunatuna la ziada mm. eh, labda neno moja kuambia wana Majengo eh, mm. kwa, eh, kwanza kuambia wana Majengo mm. mimi bado nipo mm. Majengo na inshallah nina nia ya kurudi kugombea mm. nafasi hiyo mm kwa sababu kuna mambo tumeyatengeneza, tumeyafanya na mengine tumeyaanzisha na tunahitaji kuyamalizia. Najua tuna mahitaji mengi na tutayaambia, lakini jambo la kwanza, jambo la pili yeah. wana Majengo, tuko kwenye mchakato huu, tunakwenda kwenye mchakato wa uchaguzi yeah. Uchaguzi, mchakato wa uchaguzi, lazima wana Majengo watambue yeah. maneno yatasemwa mengi yeah. Yale madhaifu yote yalikuwa hayasemwi mwanzo ya bwana Perembo, sasa yatasemwa yeah. E, na hao wengine ambao wao wanadhamira na, ku, na kustaka wao kugombea nao watasema maneno yao yeah. Lakini nataka niwaambie sisi ni familia yeah. Sisi ni ndugu, sisi ni jamaa yeah. Kama hatutakutana hapa, tuweze kukutana sehemu nyingine yeah. unaweza ukaona anasema maneno gani yule? Yeah. Kwa sababu tuna punzi yeah. Kwa sababu tuna hema, kwa sababu tuna afya njema yeah. Yeah. E, hatuna wasiwasi yeah. Lakini kuna wakati utafika yeah. Unaweza kuwa wewe afya yako au mapungufu yako au nini lolote lile, nikawa unahitaji na mtu fulani anisaidie yeah, yeah. Lakini ukawe ushamaliza maneno huwezi yeah, usha tena kuya... yeah. Yani umemaliza maneno huwezi kumfata mtu huwezi yeah. kumwomba shida yake yeah. Kwa hiyo hii michakato ambayo iko mbele yetu yeah. tusifike wakati tukamaliza maneno, hilo la kwanza lakini yeah. La pili wana yeah. Majengo yeah. tuko kwenye mchakato huu yeah. Swala la chuki binafsi tuziweke pembeni. mm. Eh, we unakwenda unamchukia mtu kabisa ni bila sababu mm. ukiulizwa sababu hakuna mm. kafanya hichi hakufanya mm. si kafanya hivi hakufanya mm. si jambo zuri yeah. chuki binafsi tuziweke pembeni, naamini na, na, na imani yeah. sisi tuko, ni binadamu mm. eh, eh, eh, tuna matatizo yetu, tuna tabia zetu, zile karakta binafsi kabisa, choyo, chuki, nini, tunavyo vitu, wivu tunao, kama binadamu, lakini tuko kwenye gurudumu la taasisi ya yawatu inaitwa CCM ambayo hii CCM iliapa toka inaanzishwa kuhangaika na wananchi, maisha ya watu, kuhangaika na matatizo ya watu. E, ujinga mm. e, e, maendeleo yao Ndia, na kadhalika. Hii CCM sasa, madamu tuko kwenye gurudumu hili mm. vile vitu vya kibinadamu ambavyo tunavyo, tuachane mm. navyo tudili kwenye maendeleo yes. ya watu. ni kushukuru sana, asante sana e, uh, mm. e, na kujisisa. Asante sana Salim kwa kushirikiana nasi kwenye uh, mtazamaji, hatuna la ziada. kilikuwa mm. ni kipindi kizuri sana kupata nafasi ya kuzungumza na moja kati ya e, waheshimiwa madiwani ambao wametokea kwenye umoja wa vijana wamepikika vizuri na wanafanya kazi ya kutekeleza e, ilani ya Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya udiwani katika kata ya Majengo. e, asante sana vile vile e, kwa e, wadhamini wetu ndugu yetu Esam Trading Company kwa e, sabuni yao ile ya yako ambayo ya unaweza kutumia vile vile katika kazi mbalimbali mbali, uh, kwa maana ya kuosha vyombo vyako kusafisha hata uh, uh, kama ni choo chako kizuri uh, kupitia uh, sabuni hiyo ya yako. Kwa upande wa nyuma, kamera kameramani ndugu yangu Mapala, kazi kubwa sana ameweza kuifanya kuweza sisi kwenda vizuri uh, kupitia system talk show. tuna la ziada uh, tumetoka kwa mheshimiwa Perembo, tutakwenda kusikiliza nani anayefuatia kupitia system talk show na la ziada. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.